Vilamu yetu wa Mohamed Amri Majuto ni mkurugenzi wa kundi la Majuto Sanaa Group, lakini pia ni mwenyekiti wa wasanii mkoa wa Tanga. Hapa nazungumzia Ganga au Ganga Aa, kweli kabisa filamu ya Ganga ni filamu nzuri, hata wasanii ambao wamecheza kwenye Ganga ni wasanii mahiri, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni upcoming lakini wana vipaji vya kupita maelezo hapa, na namzungumzia Mariam Bahati aka na Juta eh, ambaye amecheza kama main main support au main character wa kike, lakini namzungumzia Juma Mshana eh, ticha, huyu amecheza vizuri sana, performance yake ilikuwa ni hali ya juu. Namzungumzia, nazungumzia Rafael William Kiango eh, naye ameperform vizuri sana, uwezo wake sio uwezo wa kutatanisha yani. eh, ndio maana nasema Ganga ni nzuri, kwa sababu hata ukiuondoa utunzi, direct kushuti na nini, lakini hata wachezaji wake ni confident, wamecheza kwa, kwa kujiamini sana kwa kweli.